Hujai kupata boyfriend frend ya kusupport, maana kila mara unapoenda, unajipambania mwenyewe. Hapana, nikisema, nkisema eti sije kupata boyfriend wa kunisupport, nitakuwa na poenda, mm, apa, support, dangani mm, e, e, si ndio wakati e, e, e, ztu lazima utapata mtu ambaye, na mimi naamini watu wanapenda watu wanao mm, e, wewe kama mm, unisupport pita pita hivo yani, usiseme uongo ni kwamba haso ipo lakini pia haso lizipo, lakini katika eti kwamba kwamba sijai kupata mtu akuni support hapana. Tuna supportiwa sana na watu wetu ambao tunaoita ni maboyfriend kifedha, eh kifedha, nadhani support ya kila kitu

ila mi nimependa kwamba ausemi au uongo kwamba yes na haso na haso hey, yangu mnaiona, lakini nikipata boyfriend ananisupport sio mbaya hey, hata kwa nini nani gari na bumu ni kwa nini? Kwenye mahusiano yako mengi tunavyoona, tunaona mara nyingi unakuwa kama side chick, ni kitu ambacho mengi yapi Uh, tum, tum, wakati ukiwa na Baba Levo wakati ukiwa na alikamwe na sijui uko naye bado <laughs> lakini hata uh, wakati ambavyo uh, alipooa watu tukaona, uh, alikamwa na oa uh, watu wanakucheka wewe Baba Levo sijui amekupiga wewe chini yuko mm -hmm. Karudi kwa Mama Rubi. Kwa nini una, una, mara nyingi inaonekana unakubali una kuwa side chick, labda nimekubali, uh, eh. Kuna siri gani yani hapo wewe ya, hata hakuna we, siri yoyote. Anachoamini mtu achaamini hicho hicho mimi sio mtu wa kujielezea sana. Wewe ukiamini mimi ni mweupe na kati, mimi najijua ni mweusi, weka na hiyo mindset yako, mimi naenda nao hivyo. Hakuna mtu ambaye anaenda na watu kama wanavyotaka kama mimi. Unajua kuna time unakuta tu mtu unamjua huyo, hapa ameshafika, lakini ametokea wapi, amestruggle vipi mpaka kufika alipofika, watu hawajui tunafahamu we ni ni mwenyeji wa Bukoba, yeah. Umekuwa Bukoba umekuwa da, safari yako ilikuwaaje kwa haraka haraka mpaka kujikuta kwenye mashindano ya comedy mpaka hapo ulipofika leo? Mimi kwanza afa, watu wengi wanajua mimi na labda ninatokea. Mimi ni, ni Muhaya. Okay. E, lakini sijazaliwa kumi nimezaliwa nime Mwanza, okay. Nime nimekulia Mwanza nimesomea Mwanza okay. Yeah. Bukoba hapo tu bibi, tunaendaga likizo, mm. Lakini nimekulia Mwanza kinapanda, lakini Kihaya kinapanda, unaongea kabisa, naongea mshai jamii e, tulio asa mimi sio mshai jamii ni mwanamke, asa wewe ndio umejichanganya <laughs> uh <-huh. laughs> ngemwaiaidia anayo aidia yeah. yeah. yanayo ah, okay. mm -hmm. Umesoma? A, nimesoma Mwanza, nikamaliza shule ya msingi Mwanza. mm -hmm. nikaenda form 2 shule ya sekondari Kirumba. mm -hmm. nikasoma pale form 2, nikahamisha, nikaja Dar es Salaam, shule moja inaitwa Alharamain iko kali yako oh. kwao. Okay. nikasoma pale mpaka form 4 Nikamaliza, nikaenda chuo Arusha, Arusha East Africa nikasoma journalism and mass media communication nikasoma. ah, ee. ah. <laughs> <laughs> <isibati>, <laughs> <laughs> pale mpaka diploma 1 diploma 2, ndio kwenda diploma 2, ndio nakumbuka, ndo malemasa Mwenyezi Mungu wa alituma peponi. Akawa amefariki chekatu ah. So akawa anatafuta wasichana kwenye audishoni kipindi hicho, niko field radio mm. edio moja inaitwa afm ah, Dodoma. So nilikuwa niko pale na kama mwaka mmoja nafanya pale kazi, lakini kama field tu nipo.